Ami, kwa majina naitwa Mashaka Kisulila ni daktari wa binadamu. E, leo katika mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira mji wa Makambako Makuwasa, tulikuwa tunaongea na wafanyakazi pamoja na kujiunga. Sambamba na hayo tumefanikiwa kufanya uchaguzi na kufungua tawi e, ambalo lina wanachama zaidi ya 30 kwa sasa tawi ambalo lilikuwa linasumbua kwa kulalamikia huduma sawasawa na jinsi ambao lizipokea hapo nyuma kutoka kwenye chama, ambao tulikuwa na chama zaidi ya kimoja, na kwa sasa kama kama, kama, kama taasisi imeamua kuwa na chama kimoja, kulingana na ubora wa huduma ambazo wanazipata kupitia TUGHE, ikiwemo swala la asilimia 20 kurudi baada ya makato yao ya ada, lakini pia huduma za kisheria, lakini pia kuwezeshwa kiuchumi ikiwemo kupitia kamati za wanawake. Tumefanikiwa ku, ku, ku, ku, kuanzisha na kutoa kiasi ambao wataanza kukopeshana kwa wao, kwa wao tukisubiria lengo kubwa la kitaifa ambalo kupitia uongozi wa taifa kwa sasa, kila mkoa unapatiwa milioni 30 kupitia kamati za wanawake ili wanafanyakazi waweze kukopeshana na kuepukana na, na mikopo umiza ya mitaani. Mwitikio wa wafanyakazi kujiunga na TUGHE ni mkubwa na umekuwa ume, umekuwa mkubwa kupitiliza na kutufanya hata sisi wa viongozi tufurahie kuwa viongozi kwa sababu unapopata mwitiko maana yake unachokifanya ni bora hata kinagusa wahusika na wenyewe kuweza kujiunga na chama kupitia huduma hizo. Kulisha kabisa. Eh, okay, kwa majina naitwa Delfina Mrema Slausi ni katibu wa wanawake TUGE katika tawi la mamlaka ya maji Makambako. E, kiujumla hiki chama kitatusaidia sisi kama wanawake kuweza kujua haki zetu katika eneo la kazi, kitatusaidia pia kuweza kupata ile haki yetu tutakuwa tunaipata kama inavyotakiwa, lakini pia kama haitoshi, tunafurahi sana kwa sababu sisi kama wanawake tumewezeshwa kupata kiasi ambacho kiasi tutakuwa tunakopeshana kama wanawake, tutakuwa tunaweza kufanya maendeleo yetu, kutakuwa tena namna ya kwenda kwenye kausha damu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa ujumla, TUGHE inatusaidia sana na tunawashukuru sana, na pia tunaendelea kuwaunga mkono na tunaomba serikali iendelee kukipa chama hiki ushirikiano ili kiendelee kutusapoti wanawake na kuendelea kutukamua wanawake, ili tuweze kuepukana na haya maswala ya kuwa na vikoba hivi vya kausha damu. Kwa jina naitwa Nelson Mwalongo, ni mtumishi wa mamlaka ya maji Makambako. Kikubwa kuna haki za msingi ambazo mtu anaweza kuzikosa endapo ipo nje ya chama, mojawapo ikiwa ni kupoteza ajira yake. Unaweza ukapoteza ajira kwa sababu unakosa mtu kukutetea, unakosa mwanasheria. Lakini ukiwa ndani ya hiki chama, unaweza ukawa umepata tatizo ndani ya ofisi, chama ikakutolea mwanasheria wako akakusimamia na ukaweza kutetea ajira yako, pengine hata kama ulikuwa umeweza kusimamishwa kazi, ukapata kurudi kazini na ukalipwa stake zako zote za muhimu. Na hapa wewe umechagua kuwa nani kwenye, kwenye uchaguzi wa leo kwenye kikao cha TUGHE? Ah, kwa leo naweza nikasema nimechaguliwa kuwa kama mwenyekiti wa TUGHE katika tawi la Makambako MAKUWASA kwa muda mpaka pale ambapo chama hiki kitakuwa kimeanza kufanya kazi pamoja kwa pamoja. Naitwa Nikodemus Elimlisi Mkonyi. Ya ni mtumishi wa mamlaka ya maji Makambako na ni mwanachama wa chama cha TUGHE. <coughs> Na leo hii tumeona kwamba umefanyika uchaguzi na wewe ukiwepo kwenye huo uongozi ambao umechaguliwa, umeaminiwa kuchaguliwa leo kwa ajili ya kuongoza uh, wanachama wa TUGHE katika tawi hili la MAKUWASA, mamlaka ya maji hapa Makambako. Yaani, kweli leo tumefanya uchaguzi, tumepata viongozi kuanzia ngazi ya mwenyekiti mpaka ngazi za mwisho kabisa na mimi nimepata nafasi ya mwakilishi kwa upande wa vijana na kwa kama TUGHE kwa pamoja, lengo letu ni kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna hali bora ama kunakuwa kuna haki, kuna wajibu, na kuhakikisha kwamba watumishi katika taasisi husika au katika tawi husika wanakuwa katika hali bora ya kufanya kazi. Kwa hiyo kama TUGHE, mimi nashukuru sana, kwa sababu uongozi uliofika kutoka mkoani umekaa pamoja na sisi, umetupa sera, umetuelezea jinsi na namna TUGHE inavyofanya kazi. Tumepata ufafanuzi ambao ni wakina kwa kila mtu, kila mwanachama ameelewa na ameambiwa ame na ameelewa kwamba chama kina lengo gani, kina dhumuni gani, na kazi zake ziko vipi, na pia wamefafanua kwa kila kiongozi ambaye amechaguliwa, kila kiongozi kazi yake ni ipi, ili kuhakikisha kwamba kila anayeenda kuchaguliwa anajua kabisa kwamba majukumu yake ni yapi katika kuhakikisha ya kwamba chama kinatoka hatua moja kwenda hatua nyingine, na kuhakikisha mamlaka ama sehemu hii ya kazi inakuwa ni sehemu tulivu na iliyokuwa kwenye hali nzuri. Majina aitwa Peter Haule ambaye ni manager sang watu na utawala na hapo pia na kaimu kama nafasi ya mkurugenzi na, itaenda kusaidia kupandisha morali ama hali ya watumishi kufanya kazi ambayo ni msaada ama faida kwa mwajiri, na pia kupunguza migogoro isiyo ya lazima mahali pa kazi. Kwa moja kwa moja ofisi itakuwa tulivu na watumishi watakuwa nafanya kazi kwa, kwa, mweli, kwa morali ama kwa hali nzuri na kuleta ku, ku, kuongeza ufanisi kwa watumishi na pia kuiletea matunda mazuri zaidi kwenye taasisi.